Mama jini! Jamani, jini huku! Nilikwambia, nilikwambia uondoke, sasa nahakikisha naanza kukutafuna nyama na kutafuna nyama. Ah, baba asante sana baba yangu, umecheza kama Pele, hatimaye na mimi nipo katika ndoa sasa. Naomba uniombee salama. Usijali mwanangu, usijali, mimi nipo hapa, baba yako hamna kitu kibaya ambacho kitakukuta. Alafu naomba nimuulize tena maswali huyo binti, ili nijue kwa anakupenda, anakupenda kweli, kwa sababu usije ukaingia katika matatizo, vita ambayo we hauiwezi kabisa. Mm, baba, wala usipate kazi kuniuliza tena, mimi niko serious, niko serious, nampenda sana mwanao, ninampenda sana mwanao Kisamvu, siwezi kumsaliti namna hiyo. Kwa hiyo babangu mkwe, naomba uniamini. Halafu yule shefu fundi kaja na undi, watu wake hapa fasta, fasta, ndoa imepita fasta, fasta, mambo yote yameenda fasta, fasta. kwa hilo tu baba nakupongeza wewe hapo, ah. <laughs> ah. kwa sherehe gani, au kwa sherehe gani? Kwanza sherehe yenyewe haina hata ubwabwa, hii ni sherehe ama ni nini? Baba baba, nimekuja tena mimi mwanao, nimekaa nimetafakari kwamba ntakatatu ukweli lakini utabaki kwa baba yangu. Nimekuja kukiri makosa yangu, nilikupiga makofi na nimekuja hapa, nia ya yangu usimame uje unipige makofi kiasi ambacho mpaka niumie niteseke. Unajifanya mjanja, umekuja na maneno makali, wewe ni mtoto mpombavu, wewe ni mtoto mjinga. Sawa ila baba huyu anaonekana kama yuko serious, kwa hiyo naomba umsamehe anaonekana tu anaonekana hata mavazi yamebadilika, sio muhuni huyo tena. Baba naomba umsamehe, mtu muhuni anajulikana tu, japokuwa e ni nywele zile zile, lakini mavazi yake tofauti, kwa hiyo naomba umsamehe. Wewe Zaituni, wewe Zaituni, wewe unabeba zamana huyu, unabeba zamana huyo. Akianza matusi yake hapa, ujue wewe utaibeba. Mimi namsamehe huyu, lakini hii ni wewe Usingesema wewe mm, au msingesema wewe na huyu kisamvu huyu, mimi nisingemsamehe. Oya Shabani mwanangu eh, mwanangu wa pili akitoka kisamvu, unafata wewe, mimi nimekusamehe, pakiweza. nimekuja nimekuja, mme wangu nimekuja, unisamehe mme wangu, nimetambua makosa yangu. mimi ni mganga hey. <coughs> <coughs> wa kienyeji yaani, baada ya kuangalia tu najua nini kilichokutoa huko wewe unajua kabisa yule adui yangu miaka mingi kabisa yule ni jini eh. kwa hiyo nilivyokwambia yule ni jini ulikuwa unabisha, eh? kwa hiyo kakubadilikia, umemuona sasa, kwa yule ana mapembe, unakuja kuja kwangu mimi. Sasa mimi nikwambie tu kwamba nishakusamehe, lakini kuwa na wewe katika mahusiano ama nikuoe tena nikuweke ndani kama zamani haija, hiyo haiwezekani, haiwezekani hata kidogo. Kwa hiyo naomba uondoke nyumbani kwangu. Mme wangu kwa nini mnaingia ndani, mimi mnaniachia hapa? hata mwanangu Kisambu, Kisambu, wewe Shabani, Zaituni eh. mimi nitakwenda wapi? nitakwenda wapi sasa mimi jamani, mimi nimejitanganya kiasi gani mimi jamani, uh. Washauri wa ndoa za watu washauri wa ndoa za watu na mimi naitwa Bifeti, na hiyo washauri wa ndoa za watu ndio movie mpya. Mm, hakikisha usikose hiyo movie, itakutachi kwa sababu au, katika ndoa za watu hawakosi kazi yao wao kwenye ndoa yako kutiavi maneno maneno, ili mnadi tu ugombani na mkeo, ili mnadi tu ugombani na mumeo. Sasa humo katika movie hiyo, katika katuni hiyo, basi utapata mafunzo jinsi gani ya kukabiliana nao. Hakikisha una subscribe una like una share, pia una comment chochote kingine. Gadafi Fighter mwenye chaneli hii, ambaye sisi tupo kwake Ametutuma kama mimi, kanituma hapa, akasema niwasalimie, anawapenda sana. Pia akasema asante kwa subscribe, kwa ku like, pia kwa ku share. Ila sasa usikose na kusihi, usikose hiyo movie mpya, washauri wa ndoa za watu waharibifu.